Mi naitwa Shamsasaru, mi ni Simba damdam dam. Mechi unaitaka au itak naitaka, natamani mechi ichezwe tuone nani mshindi kati ya Simba na Yanga, lakini mi naamini kwamba Simba ni dam dam. Hawezi Simba ni mgurumo, mechi ichezwe ili tujue kati mshindi ni nani na wasiweze kuhairisha. Kwa sababu gani wahairishe kati kama wanaamini kama watafungwa wataweza kuhairisha, kama wanaamini hawatafungwa waje, haipo. Kwa nini dabi haipo? tulisha cheza. Mechi gani hiyo? tulisha cheza nini? Mechi namba 184 tulishacheza msimu huu, tulishacheza, tulienda uwanjani, hawakuleta timu kwa sababu Simba ni last boni wa TFF akakingiwa kifua. Kwa hiyo hatutocheza, hatuchezi. Kwa kifupi dabi haipo, tulisha cheza didan Endapo nyinyi hamtoingia kwenye, kwenye hiyo dabi kweli kama mnavyosema na TFF bodi ya ligi wakatao wakawatangazia, wakata, wakata, wakata adhabu stahiki, pengine mashabiki, mtalichukuliaje swala hilo? Msimamo, tumeonyesha msimamo kwao, msimamo wetu hauwezi ukatugarimu, tutaona ni moja ya njia ya kukuza mpira wetu pia kwamba kanuni na taratibu za mpira zifuatwe. Moja ya adhabu ni kushushwa daraja, pengine Yanga itapokushushwa daraja itakuwaje, mashabiki? Tutafurahi tu, hatujawahi kupata ubingwa wa championship, hatujawahi kwao. Tutaweka historia pia, tutachukua ubingwa wa championship na tutakuja, tutachukua ubingwa wa ligi pia. Kwa hiyo mko tayari kwa lolote? Kwa lolote lile, hatuchezi, hatuchezi mechi icheze, kwa sababu Yanga wanaogopa kwa sababu wenyewe watafungwa. Naamini kwamba sisi kama Simba wachezaji tunao na tutapambania haki yetu, na ndo maana Simba inaitwa ubaya ubwela. Yanga, mnatuogopa na ndo maana mtaki kucheza. Kama nyinyi mnajiamini mje uwanjani, tukutane uwanjani afu tutaona kidume nani. Kama unajua mtoto akililia wembe sana, we mpe, mpe umkate. Ila mi nadhani tungebaki na msimamo wetu ule ule tu kwamba hatuchezi ili TFF na bodi ya ligi wapate nao chachu ya kujifunza, ili kesho na kesho kutwa asiwe mazoea. Wanataka kutuzoea kwamba Yanga ikifanya makosa sheria itumike, Yanga wakikosewa busara itumike, kwa sababu gani eh? Yani sisi tunakuwa kama vile mtoto yani sijui kama mtoto wa kambo, sijui kama mtoto wa nje yani hatusaminiki, shida ni nini eh? Waweke mapenzi ka pembeni, wafanye kazi hizi adhabu mko tayari kuzipokea endapo mtakataa kucheza mchezo huo? Yani hapo ndugu ya mwandishi, kwanza, mimi nilicho kifurahi pale, nilicho furahi kile kile kipengele cha kushushwa daraja, achana na adhabu ya kunyang'anywa pointi 15, ndogo sana Yanga na pointi 70 sasa hivi, najumlisha na zile pointi 9, 79. Yani nikwambie hivi, tukiamua kucheza mechi, Simba hana kikosi cha kumfunga Yanga na nawe, unaweza hata uwezo wa kuscore goli hana, ila tu tunataka tufate kanuni na sheria Eh, iko hivyo. Lakini sasa ikishindikana, sisi hatuchezi, tumeshasema na tunataka hivi sio watunyang'anya pointi 15, watushushe daraja ndo tunachotaka sisi. Ili tukacheze championship ili tufanyaje? Wewe unataka tufanyaje? Ukishushwa daraja si unaenda championship au ligi ya mkoa? Kwa ligi kuu imewashinda. Nani, wewe unaonaje? Kwamba ligi kuu imetushinda. Nani anaongoza ligi? Anaongoza ligi nani? Unaniuliza. Ndio. Yanga. Yanga. Nani ana ya magoli mengi? Yanga. Ikatokea kila mtu ashinde mechi zake tukacheza na Simba, tuka draw. Nani anachukua ya ubingwa? Yanga. Sasa sisi wewe unadhani kuna sababu zinazotufanya sisi tugomee mchezo zaidi ya kutaka sheria ziwe zinafuatwa? Injinia hakuna kupeleka timu. Hatuchezi, hatuchezi, hatuchezi. Hawa ndugu zetu sisi tunawashauri. Wamekuwa waishiwi sababu kama ndugu wa marehemu mara fulani angechangia fulani asingekufa. Sisi tunawaambia walete timu uwanjani na wasipoleta, sisi tutachukua pointi zetu tatu, au wakatwe na nilizo pointi kumi na tano, au washushwe tu daraja. Kwani wao kina nani? Hata wasipokuwepo ligi itaendelea, wakiwepo ligi itaendelea, na sisi hatutaki pointi za kupewa bila. Unapewaje pointi watu hawajamkaba mpanzu Mutale, gari limewaka, watatuambia nini? Waje, waje uwanjani, timu yao yenyewe limekwala kuungaunga, watu wamepelekewa moto na zima moto wakaanza kulia.